Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mpendwa kuwa shule yetu ya Lwandai i, mkurugenzi wetu wa huduma za jamii, mratibu wa elimu, walimu mliopo kwetu wa jimbo la Kaskazini, na wachungaji na watumishi wengine, nianze kwa shukuru kwa jinsi mnavyofanya kila siku na mlivyotupokea na mlivyopendeza, wanafunzi wote. Hii uniformu ina miaka mingi, nafikiri wale waliosoma hapa tangu miaka ile ya mwanzo kabisa mwaka themanini na saba uniformu hii ilianzishwa, na ilianzishwa wakaita, kwa kuwa hii ni shule ya askofu wakati ule akiwa askofu baba yetu hayati mzee Sebastian Koloa. Kwa hiyo akasema basi shule hiyo iwe inapambwa na uniformu nzuri, na hivyo na kipekee kwa mabinti wote wavae sketi ambazo zinafanana na shati la askofu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hii imekuwa ni jambo kubwa na mnaendelea kuitendea haki jambo hilo. Mnaendelea vizuri kupamba rangi ya shule yetu, na hata kwenye nembo yenu tunaona rangi hii inaendelea kuonekana. Sisi tumekuja, mnajua tulikuja mwezi wa kumi, nifika hapa kwa ajili ya graduation ile nzuri, tukala hapa na nyama na pilao na mambo mazuri, wanakumbuka hapa. Kwa hiyo tuli fika hapa lakini mwanzoni huu wa mwaka huu nilitamani kuja kama alivyosema mkuu wa shule, tangu wiki iliyopita na yale majuma mengi, kitu tukaahirisha kutokana na mambo mbalimbali yaliyo tukamata hapo katikati. Kwa lengo kuu moja, malengo mangapi? Moja, moja tu, moja. Lengo kuu moja la kufika leo ni kwa ajili ya kuwapongeza kuwapongeza walimu watumishi wa hapa Lwandai na wanafunzi kipekee kwa ajili ya matokeo mazuri ya kidato cha nne yaliyopita Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo nimeeleza kwa wanafunzi leo nina malengo mangapi nalo ni kwa sababu eh, matokeo mazuri. Naomba tuseme tena kwa sauti, malengo ni mangapi? ambayo ni Very good. Kidato cha nne mwingine amemalizia, maana sio matokeo mazuri tu, kuna matokeo mazuri ya kulima nyanya, wakati mwingine matokeo mazuri ya mambo mbalimbali, lakini matokeo mazuri ya kidato cha nne na hili limekuwa jambo kubwa, na mimi natamani sasa kwa maelezo yale hata mwalimu alivyosema basi kila mwaka niweze kurudi. Jamani, watu wasipofanya vizuri utafika kuwapongeza, haitawezekana, lakini kwa, eh, eh, kwa ajili ya matokeo yale yani, tumefika na tutakuja tena kuendelea kuwapongeza zaidi kuwapongeza, na mmeahidi wenyewe kwamba sasa tunaendelea kufuta division zero. Nimeona imefutika, si ndivyo mkuu wa shule? Division zero imefutika kabisa, yani four imebaki ile ya kubahatisha, yani ile ya kubangaiza sana, lakini yenyewe inatutoka eh, hatu tunaipenda, lakini sasa hatuna namna, lazima itutoke, si ndivyo jamani? Division 4 wanaopenda 4 nyoosha mkono. Naona unanyoosha pale, unajikuna mmoja. <laughs> nafikiri tunaiondoa. Tunakuja free na tumeona kuna baadhi ya shule hapa Tanzania, wameondoa hata three, imeondoka. We, yani ukiangalia kwenye orodha yao pale ni two na one mambo yameisha. Tena tu chache. Na hilo tunaliweza pia. Na walimu niendelee kuwatia moyo kwamba haya mnayaweza. Na wanafunzi mnayoweza. Sisi tunachofanya ni kuandaa mazingira mazuri ya kujifunzia, mazingira mazuri ya kujifunzia na hivyo nimefika, kama anavyosema, kwa niaba ya dayosisi nzima kuwapa pongezi watoto wetu kwa kazi nzuri mliyofanya ya kujifunza na kupata matokeo mazuri, lakini kipekee walimu ambao wamefikesha usiku na mchana kuhakikisha kwamba mnafaulu vizuri, tena kwa kiwango cha juu. Tumeona, tumesikia ni hapa Lwandai. Yule aliyefaulu akapata division one ya point ngapi? Saba. Tena sio saba saba tu, hata wangesema masomo wanaangalia nane angepata point nane hata wangekuwa wanaongeza yale masomo yanafika tisa yale kukaguliwa. Maana amepata A zote ambayo ni masomo kumi. Ni hatua kubwa. Walimu niwapongeze sana. Mana najua, amefanya kazi nzuri ya kuwafundisha watoto hawa. Naendeleeni hivyo, kusia walimu tu na watumishi wengine wote, wale watumishi ambao sio walimu naomba wasimame. Watumishi ambao sio walimu wasimameni, waona na kwa kila upande, kila mmoja kwa sehemu yake, naye amefanya kazi yake, fanya kazi yake. Kwa hiyo si mnamuona mzee Musi, ni mnafikiri anapita pita tu hapa, kile anafanya kazi, fanya kazi yake vizuri, na ile timu inayozunguka kule, na haya ikatuletea matokeo mazuri. Naomba mkae kwao tunashukuru sana kwa matokeo hayo mazuri. Kikubwa ni kwamba endeleeni kuimarisha kuimarisha hayo. Na miaka mingi iliyopita mi hapa nilikuwa mwenyekiti wa bodi ya shule hii nilipokuwa jimbo la kaskazini, hapa mkuu wa jimbo alikuwa mwenyekiti wa bodi na tulikuwa tunaweka malengo kwamba mwaka ujao lazima matokeo ya mwaka ujao yazidi ya mwaka huu kwa matumaini yetu ni hayo hayo kwamba mwaka huu yatazidi ya mwaka jana. Na ndio maana mkuu wa shule ameuliza pale division one za mwaka huu kama tumepata ishirini mwaka wa jana 2024 kwa hiyo 2025 itakuwa imezidi sana. Na mko 63, si ndio? Wako 63 si wale kidato cha nne wako 63. Si 63. kwa hiyo tuna matumaini makubwa sana kwamba tutapata division one nyingi, na kwa njia hii hata tunasimama kifua mbele kuwatangazia watu mahali popote kwamba ukitaka mtoto wako afaulu vizuri, ukitaka tuafaulu vizuri, peleka wapi? Lwandai, Lwandai. Kitaka afaulu vizuri peleka Lwandai, tena anafaulu hata katika maisha ya kawaida maadili wana muziki si? Wanajifunza tarumbeta. Wanaojifunza tarumbeta, hebu nyoosha mikono, walioko huko nawaona. Eh, sante mwalimu wa tarumbeta, utaongeza nguvu kubwa. Natamani kuona kwamba shule yetu wanajifunza tarumbeta wengi, jifunze kwa wingi ili, tarumbeta zinasaidia sana pia kuchangamsha mwili na akili na muziki huo unakuchangamsha, una zaidi kufanya baadhi ya mambo mengi. Kwa hiyo tuimarishe pia darasa hilo la muziki, lakini hapa hawajifunzi hayo tu, wanajifunza maisha mazuri ya kiroho. Kusikiliza ile kwaya inavyoimba vizuri, inaimba vizuri ni kuonyesha kwamba hata maisha ya kiroho hapa yako vizuri watu wanamjua Mungu, watu wanajifunza neno la Mungu. Kwa hiyo haya yanasaidia mtoto na mwanafunzi aweze kujifunza vizuri, kwa kuwa anafundishwa pia maisha ya kiroho anafundishwa nidhamu nzuri, nidhamu nzuri. Kuna shule nyingine unafika mahali wanaoongoza kuuza bangi, wala tena afadhali kulivuta, nafikiri yule anayeuza, wanauza bangi eti ni wanafunzi meshasikia kwenye mitandao shule moja ilibidi watimuliwe watu wengi pale, wanauza bangi, wanavuta bangi katika shule, wanaishi maisha ya anasa, maisha yasiyofaa, maisha ya tamaa mbaya katika shule. Haya yamekuwa mambo yasiyofaa kwa baadhi ya shule, lakini ukija Lwandai unajifunza tabia njema, unajifunza maisha mazuri, unajifunza maisha hayo ya nidhamu nzuri, maisha ya kiroho, maisha ya kumpendeza Mungu katika maisha yako, na hili ni jambo kubwa sana, na niombe kulikaza kwa wanafunzi, lakini na walimu kuendelea kutunza maisha ya nidhamu nzuri shuleni, maana tunapohamasisha wazazi kuhama, kuhamisha kuleta watoto wao na kuhamisha kutoka hata maeneo mbalimbali ni kwa sababu sisi tunaimarika katika nidhamu nzuri. Maana yake ni nini? Endeleeni kuitangaza hii shule kwa wote, tangazeni. Na bahati, wale waliomaliza kidato cha nne hawapo hapa, nilikutana nao jana kule Lushoto, niliwaita wale wote waliomaliza kidato cha nne hapa wa kina Helen na ile timu nzima, na wale waliomaliza pale Bangala tulikuwa nao jana mchana pale Lushoto, na mkuu wa shule nilimwalika afike, tulikuwa naye Tukala nao chakula cha mchana, lakini lengo ni hilo hilo moja la kuwapongeza kwa. Tulikaa nao pale ofisini kwangu kwanza na baadaye tukaenda pale Tumaini Hotel kwa kula chakula cha mchana, na ni kwa sababu wamefaulu vizuri, wamefaulu vizuri, na tukawaomba kwamba wakaendelea kuitangaza shule yetu wakiwa huko nyumbani kwa kuhamasisha wazazi wao na wengine kwamba, ukitaka kitaka mdogo wangu afaulu vizuri tena sio maisha ya kawaida tu afa uluvizuri, hata yale maisha ya kiroho. Aende Lwandai, aende Lwandai ili akajifunze maisha ya kiroho, maisha ya kumtegemea Mungu, maisha ya kujifunza kwa bidii. Kama alivyosema, sisi kazi yetu ni kuandaa miundo mbinu na tumeandaa miundo mbinu mizuri, na tunaendelea kuiweka miundo mbinu Ngalau sehemu chache, e, mabati yamepigwa rangi. Tunapongeza mkurugenzi na ile timu nzima ya walimu kwa kazi hii nzuri iliyofanyika mahali hapa na tutaendelea kufanya. Tumeona maabara ile imejengwa vizuri lakini tutaendelea, Mungu atupe nguvu hata kumalizia bwalo hilo ambalo liko hapo kwa muda mrefu, ni bwalo ambalo limekuwa kero kubwa lakini Mungu atatupa nguvu tulimalizie, na miundo mbinu yote kwa ujumla iweze kuwa mizuri zaidi. Neno la Mungu ambalo katika siku hii ya kupongezana naliona ni zuri, ni ile Zaburi ya mia moja kumi na sita Zaburi ya mia moja kumi na sita mstari wa kumi na mbili unasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nimrudishie Bwana nini? Sisi wa Dayosisi tumrudishie Bwana nini? Sisi wa Lwandai tumrudishie Bwana nini kwa matokeo haya mazuri tumrudishie Bwana nini? Maana ametutendea ukarimu wake mkubwa, ametutendea mambo makubwa. Ndio tunaweka ahadi katika ile mistari inayofuata kwamba sasa tutakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana, kutangaza jina lake mahali pote tunapopita, tukaendelee kulitangaza jina la Bwana. Nirudie kwamba leo hatukuja kwa ajili ya maneno mengi, hatukuja kwa ajili ya jambo lolote kubwa kwa kweli tumekuja kuwapongeza kuwapongeza tukimaliza hayo maneno ya kuwapongeza tunaondoka nirudie tena hongereni kwa kufaulu vizuri na endeleeni kushika nafasi hiyo ili tusirudi nyuma tena kule tulikotoka twende na nafasi hiyo hatua kubwa na kubwa ili tuweze kuwavuta wengine kujiunga na shule yetu na kwa kuwa nimekaza suala so, la muziki wa tarumbeta, mwaka jana nilipokuja hapa mwezi ule wa kumi, niliahidi kwamba nitawatafutia tarumbeta moja ndogo, na niombe kuikabidhi siku hii ya leo tarumbeta ile. Naomba mkurugenzi, kabidhi tarumbeta hiyo. Huo muziki uko sawasawa. Kwa muziki huo ntaongeza tarumbeta nyingine moja. Taongeza moja. Taongeza moja. Taongeza moja. Taongeza moja kwenye mizunguko yangu kipata aliyeweka tarumbeta yake sawa sawa na iomba na leta. Taongeza tena moja nyingine. Maana wimbo huu tuliuimba zamani. Tukipiga tarumbeta zamani zile tulipiga wimbo huu zamani sana, na kuona unapigwa na vijana wetu wa hapa Lwandai, jambo la kufurahisha sana, kwa niendelee kupongeza e, na mwishoni nitaomba wimbo huu utarudiwa pale nje, ntawimbisha mimi pale nje pale kuonyesha ku kuimba wimbo huo <coughs> vizuri, wajipange sawasawa, tupatiwe standa na note ili tuimbe sawasawa sawa, pia zaidi aii ulipokuja mwaka jana, nafikiri ni wakati fulani, sasa sikutamka yale maneno yangu ya mwisho. Mmoja akatuma ujumbe asema, baba hakutamka nyama hakutamka habari ya nyama <laughs> akanikumbusha pale <laughs> kwamba mbona leo amesahau kutamka kile kipengele cha nyama akikutamkwa <laughs> ikabidi nirudie, nirudi kukitangaza tena baadaye, lakini niseme nikitamke hicho kwamba leo tutakuwa na nyama na soda. leo naongeza kidogo eh. Naongeza kipengele cha soda kwa kuwa toka kwenye kupongezana, si ndivyo jamani? Ikiwa sio kupongezana, ni mambo ya kawaida, lakini leo tumeongeza kipengele cha nyama na soda kwa kuwa tunapongezana. Na Mungu abariki sana, asanteni sana.